Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na hali ya ukavu bado inaendelea kutajwa katika maeneo mengi na kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe. Na kwa mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ukanda wa kusini mwa Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa. Lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Victoria, kaskazini mwa Ziwa Tanganyika. Ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatajwa kuna mawimbi makubwa kiasi. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kigoma, Kagera, Geita, Mwanza Simiyu pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya jua jua na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa Mwanza vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya jua vinatarajiwa. Arusha vipindi vya jua vinatarajiwa. na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa na Rebeca William, tukutana hapo kesho, muda wakati kama huu.